Je, unajua kuwa asilimia sabini na tano ya mazao ya chakula duniani yanategemea uchavushaji wa nyuki? Ni viumbe vidogo lakini ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kila ifikapo Mei ishirini kila mwaka, kuadhimisha siku ya nyuki duniani kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema, nyuki kwa uhai wa uchumi imara, tuwahifadhi, ikiwa inalenga kuhamasisha ufugaji wa nyuki endelevu, matumizi ya nyuki kwa afya bora na kukuza uchumi kupitia sekta ya nyuki, lakini bado wanakabiliana na changamoto kubwa ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya nchi. Hali hii inahatarisha usalama wa nyuki. Ili kuendelea kuwapa thamani yao kama inavyotakiwa, tunapaswa kuhakikisha tunatunza mazingira kwa kupanda miti, kutunza mimea na kuhakikisha tunaweka makazi salama kwa viumbe hawa. Kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu, nyuki wana nafasi kubwa sana katika pato la taifa kupitia ufugaji wa nyuki kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu, nyuki wana nafasi kubwa sana katika pato la taifa kupitia ufugaji wa nyuki unaolenga kubadilisha maisha wa kulima, ya wakulima na wajasiriamali katika maeneo tofauti tofauti, hasa kwa kuzingatia umuhimu wa nyuki katika kufanya uchavushaji, uzalishaji wa asali na bidhaa zingine zitokanazo na nyuki. Siku ya nyuki duniani, kila hatua ndogo tunayochukua ina mchango mkubwa sana katika kuhifadhi nyuki na mazingira yetu. Caroline Samson, SAUT Digital.